Mgombea ubunge wa jimbo la Mbogwe kupitia Chama cha Mapinduzi ndugu Fagason Alon Kingwa Masasi ameendelea na kasi kubwa ya kampeni, akizunguka kijiji hadi kijiji kusikiliza wananchi na kueleza dira ya maendeleo ya jimbo la Mbogwe. Tarehe ishirini na moja Oktoba, Fagason alifanya ziara katika kata ya Mbogwe ambayo ni makao makuu ya wilaya ya Mbogwe, ambapo alitembelea vijiji vya Mwanza ya Wakulima, Bwenda Seko na Iboya. Ziara hiyo imevutia hisia za wananchi waliomiminika kwa wingi kumpokea kwa shangwe, vigelegele na bashasha kubwa. Akiwahutubia wananchi katika kijiji cha Iboya, Fagason alianza kwa kuwashukuru wananchi wa kata ya Mbogwe kwa mapokezi makubwa huku akiwa akiwapongeza wajumbe wa CCM waliompa kura nyingi wakati wa kura za maoni, akisema imani yao ndiyo chachu ya yeye kuendelea kusimama imara kusaka ushindi: kwa sababu nimetembea mikutano mingi lakini kati ya mikutano ambayo nimeweza kuitembelea Iboya mmetisha sana njipigie makofi mengi sana watu wa Iboya, watu wa Iboya, watu wa Mbogwe, mlinipa kula nyingi ambazo zimenisababisha leo niko hapa. Tupige makofi mengi sana kwa Chama cha Mapinduzi. Lakini ndugu zangu, watu wa Iboya, nafahamu nyinyi ni watu wema sana, na kwa sababu hapa Mbogwe ndipo makao yetu ya wilaya yetu ya, ya Mbogwe, naomba mjipigie makofi sana. Alifafanua kuwa kuwa lengo la ziara yake ni kujitambulisha kwa wananchi na kuomba kuendelea kuiamini CCM kwa vitendo, huku akisisitiza umuhimu wa kujitokeza kwa wingi kuwachagua Daktari Samia Samia Suluhu Hassan kwa urais, Fagason Kingwa Masasi kwa ubunge na Nsika Sinzia kwa udiwani wa kata ya Mbogwe. Lakini ndugu zangu watu wa Iboya, nimekuja hapa kwenu kwa ajili ya mambo mawili moja ni kujitambulisha na kuwasalimia na mara kuu kwenu huko, lakini pili ni kuomba kuwakumbusha tarehe ishirini na tisa ya mwezi huu wa kumi, Waingereza wanasema Oktoba. Sasa Oktoba ndiyo hii uvisaba sikuma tukayombaga mwejigui kumi. Kwa hiyo tarehe ishirini na tisa mwezi huu wa kumi, siku ya Jumatano, nimekuja kuwakumbusha na kuwaomba twende kukipigia kula Chama cha Mapinduzi. Naomba mniahidi, wangapi wataenda kukipigia kula Chama cha Mapinduzi? Wanyoshe mkono hivi. Akizungumzia sekta ya afya, Fagason aliwataka wananchi kuendelea kuwa na imani na serikali ya CCM akisema... aliahidi ndani ya siku mia moja tangu aanze kazi kuajiri madaktari wapya. Nikipewa ridhaa, nitahakikisha baadhi ya madaktari hao wanapangiwa wanapangiwa kuja Mbogwe ili kupunguza uhaba wa wataalamu wa afya. Lakini ndugu zangu, nafahamu pamoja na zahate, zahanati tuliokuwa nayo inayo mapungufu, hatuna madaktari wa kutosha, si ndiyo? Mheshimiwa Raisi wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliahidi kwenye siku zake mia moja za kazi, akaleta madaktari na mimi nitamwomba Mheshimiwa Raisi madaktari atakaoanza nayo kwenye siku zake mia moja, wengine waje hapa Mbogwe. Makofi sana kwa chama, chama kwa makini. Mia tatu na 350 za barabara kupitia Mbogwe. Kuhusu miradi ya maendeleo hasa mbinu ya barabara, Fguson alisema serikali kupitia ilani ya CCM imepanga kutengeneza kilomita 350 za barabara jimbo. Barabara hizi zitagusa kila eneo la jimbo ikiwemo hapa Mbogwe lengo ni kuhakikisha usafiri unarahisishwa na bidhaa za wananchi zinawafikia. Barabara itakao kutoka Nyakafulu itapita makao makuu yetu ya Mbogwe ambapo ndipo ilipo hospitali yetu, lakini Lulembela. Ikitoka hapa itaenda Lulembela, ikitoka inaenda, Lulembela inaenda pale mwisho Nyikonga ambapo ndo Mbogwe inaishia, kiwango cha alami kutoka kule Masumbwe kilomita themanini na mbili, lakini tumepewa kilomita mia moja na mbili. Nani kama Samia? Lakini tukitoka hapo tunazo kilomita tano zitakazojengwa kwenye wilaya yetu hii ya Mbogwe makao makuu yetu hapa hapa Mbogwe. Sasa tunataka rais wa kina Heruru, wa kina mama, wa kina baba tunataka rais wa namna gani? Na mimi kama mbunge nipo nitasimama, kwa sababu naijua Mbogwe na mimi nimezaliwa Mbogwe. ajira katika sekta ya elimu, Fagason alimpongeza Rais Dokot Samia Suluhu Hassan kwa ujenzi wa shule ya Mali katika kata ya Mbogwe. Moja ya miradi mikubwa ya elimu katika shule hii. Ni fursa ya kipekee kwa vijana wetu, ni waombe wazazi, mwapeleke watoto kusoma, maana hapa ndipo tutakapoandaa wataalamu wa baadaye na kupunguza tatizo la ajira, alisema, huku akiahidi kufuatilia watumishi wa umma wanaoishi nje ya vituo vyao vya kazi kurejea mara moja, ili kuboresha huduma. Kunayo miradi ambayo imetekelezwa na mheshimiwa raisi. Tuna shule yetu ya amali yenye zaidi ya bilioni moja nukta sita, si ndio? Shule hii ya amali tunahitaji wanafunzi wetu waje wasome hapa, si ndio? Kwa sababu mheshimiwa rais anapoleta miundo mbinu, na mimi kwenye uongozi wangu ni kuhakikishia mheshimiwa diwani, viongozi wote watatoka Masumbwe, watakuja Mbogwe hapa, ili wananchi wakipata shida uwasange. Kasosode chapa makasi kwa chama cha Mapinduzi, kwa ni waombe, endeleeni kumwamini Daktari Samia. Lakini endeleeni kumwamini Fagason yalo ni masasi, kwa sababu mimi wilaya ya Mbogwe naijua pasivyo, yani naijua kuliko mtu anavyodhani. Katika mkutano huo, mke wa mgombea, bi Esther Kingwa Masasi, alivutia umati baada ya kutumia lugha ya Kisumbwa, lugha ya asili ya maeneo ya Mbogwe, kuomba kura kwa upole na heshima. Open quote, tuhamvile Daktari Samia Fagaso Nancy Kasinja tuwapigie kura tuendelee na maendeleo Quotes, alisema kwa kisumbwa fasaha akipigiwa makofi na vigelegele vya akina mama nanone yani mlikusoga lakini taidi lusiku kuja kuhura kula tupune vona takawakemeza wayayo bona mwimva tuje kuhura kula kura ze vupendo tumchagule Fagason tumchagule mbunge witu Fagason tumchagule raisi Samia Suluhu Hassan tumchagule na dada witu diwani wetu ne mbonooyahiyarembera kabisa mbere ebalinga bananchi bamu mwipunie ha bupendo bona abalete mayendereyo oyamuzehengo oyokubarazya mbere kuza kumusaba Fagason mayendereyo iri izaba begezye mayendereo bananchi beiboya iboya safi jamani ni niwashukuru sana sana sana Chief Kabelela, meneja wa kampeni wa Jimbo la Mbogwe, ambaye pia ni katibu wa siasa uenezi na mafunzo wa CCM wilaya ya Mbogwe, alisema serikali iliona ni busara kwanza na ujenzi wa hospitali ya wilaya kabla ya. Baada ya kuwa tumeboresha kituo chetu cha afya na tumejenga hospitali ya wilaya, kwenye upande wa afya kwa iboya, tumebaki na deni moja, tumebaki na deni la kukamilisha zahanati yetu ya Iboya. Na kwa miamba hawa wawili walioko hapa na bosi wao Dr Samia, tunaenda kukamilisha zahanati ya Iboya. Tulisema uwezi ukaanza na zahanati pale, mgonjwa akizidiwa utakosa pa kumpeleka, tukasema tuanze na vitu vikubwa tumalizie ya ch chini kwao. Tunawahakikishia zahanati yetu ya Iboya inaenda kukamilika kwa kiwango kizuri, kiwango kikubwa. Pigeni makofi kwa Chama cha Mapinduzi. Iboya oye! Upande wa umeme, pamoja na kwamba tumefikisha umeme, umeme haujawafikia wananchi wote. Kwenye mpango wa umeme, ilani yetu tunayoinadi leo inazungumza ni kuhakikisha tunafikisha umeme kwenye vitongoji vyote, ikiwemo ila babi. elfu mbili na ishirini elfu mbili na ishirini na tano ilani ilitutaka kufikisha makao makuu ya kijiji ambapo leo tunauona umeme upo, lakini ilani tunaoisema leo inatutaka tufikishe umeme kwenye vitongoji vyote wanakopatikana wananchi hivyo yawe